Ninakusalimia tena, neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Ninasema shalom maana yake na kutakia amani ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Karibu mtu wa Mungu tena katika maneno ya Mungu kwa wakati mzuri na wa kipekee. Majina yangu naitwa Dokta Monica Mbaraka. Na mshukuru Yesu ambaye ametupa neema tena wakati huu tuweze kushare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 Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mimi, nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Naja upesi; shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu la mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Tuombe. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristu aliye hai, sante kwa ajili ya neno lako lenye uzima. Bwana wa majeshi ukanene nasi, tunajikabidhi kwako, kwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Katika uh, mfululizo wa kujifunza habari za makanisa haya makanisa saba yaliyokuwa katika Asia. Unaona makanisa makanisa haya katika kitabu cha Ufunuo tunaona uh, kanisa makanisa yalikuwa saba. Tulianza na lile kanisa kanisa la Efeso. Ehe, kanisa la Efeso lilikuwa ndilo lilikuwa kanisa kiongozi katika sehemu hii. Hiyo lilikuwa na mwanzo mzuri, likawa e, linaendelea vizuri, lakini kama baada ya miaka 40 tangu lianzishwe, Yesu anaona hitilafu ndani ya kanisa, analiona kabisa kanisa ambalo lilikuwa na mambo mengi mazuri, lakini anaona hitilafu ndani ya kanisa, ndio maana anaamua kumtuma Yohana uh, aandike ujumbe hizi kwa hayo makanisa, kila moja likiwa na ujumbe wake. Na makanisa haya yalikuwa karibu karibu, hayakuwa mbali sana kivile eh, yawezekana yalianzishwa na Paulo katika huduma yake ya kueneza injili ya kuhubiri injili kwa hiyo ndio maana tunaona aa, kwa malaika wa kanisa hilo lililoko huko Efeso andika. Unaona aa, sasa tunaona tukaona na makanisa mengine e, ambayo yaliandikiwa waraka. Sasa tunaangalia kanisa hili la, afilo, la Filadefia, na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadefia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu. Hapa Yesu kwenye hili kanisa anajionyesha ya kuwa yeye ni mtakatifu, tena aliye wa kweli, tena aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Anasema ninayajua matendo yako. Kwa hiyo kila kanisa Yesu alikuwa akijionyesha kwa namna yake. Kuna mahala pengine alijionyesha akiwa na upanga mkali, yani yuko tayari kufanya hukumu, yuko tayari kuhukumu. Maana ule upanga mkali, yani kwa neno lake, yuko tayari kusimama na neno lake, yuko tayari kuhukumu. Na miguu yake iliyosuguliwa sana kama shaba, ilikuwa tayari ikimaanisha hukumu, yuko tayari kutoa hukumu. Kwa hiyo kwenye makanisa haya Yesu alikuwa anajionyesha kwenye haya makanisa. Unaona, tunaona hapa yeye aliye mtakatifu aliye wa kweli. Yesu ni mtakatifu, halafu yeye ni wa kweli, hakuna kudanganya, haahidi akasema uongo. Ndio maana akasema katika Biblia, yeye si mtu ajute, wala si mwanadamu aseme uongo yeye anakuwa wa kweli, yeye ni mtakatifu, yeye ni yule aliye wa kweli, halafu aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye ufunguo wa Daudi, ina maana anazo funguo. Mtu anapokuwa na funguo za nyumba yake au funguo za ofisi yeye ndiye ana mamlaka, anafungua, ana uwezo, ana mamlaka. Ina maana zaidi yake hakuna mwingine. Kwa hiyo ana ufunguo wa Daudi, anafungua wala hapana afungaye, naye anafunga wala hapana afunguaye. Ndio maana akasema katika kitabu cha Mathayo, lolote mtakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni, lita, mtakalo lifunga pia litakuwa limefungwa, kwa sababu yeye ndiye ana master key. Ndio maana Yesu ana funguo za kumfungua mtu hata kama angekuwa amefungwa labda amefungwa makaburini amefungwa mahali alipofichika au kwenye ncha za mwisho za dunia au amefungwa kuzimu, amefungwa eneo lolote lile, Yesu Kristo ana ufunguo wa kumfungua mwanadamu au wa kufungua matatizo yote ya mwanadamu. Anao uwezo huo, anazo nguvu hizo, anayo mamlaka hayo. Kwa hiyo Yesu ana funguo, Yesu ana uwezo huo, Yesu ana nguvu hizo, unaona. Kwa hiyo sasa, anaonekana anakuja kwenye kanisa au anatuma ujumbe kwenye kanisa la Filadelfia. Kwa hiyo tujue kwamba kwamba mara ya kwanza anajionyesha Efeso akiwa na nyota saba ikimaanisha malaika saba, malaika au wajumbe wa makanisa saba au tungesema wachungaji wa yale makanisa. Kwa hiyo nyota saba, malaika saba au wajumbe saba eh, wa yale makanisa saba, au tungeweza kusema wachungaji. Kama tungeweza kusema kwa mchungaji wa kanisa lililoko mahala fulani, andika. Unaona. <coughs> kwa hiyo wachungaji wa makanisa saba ambayo yalikuwa yako karibu karibu, na jumbe hizi zinahusu makanisa yote. Unaona, hizi jumbe zinahusu makanisa yote. Unaona, usiju ukasema tu haya yalikuwa yanawahusu wa Filadelfia au yalikuwa yanawahusu watu wa Sardi au yalikuwa yanawahusu watu wa Smirna, Efeso, Thiatira na maeneo mengine, lakini jumbe hizi zinatuhusu sisi sote, unaona. Mm -hmm. Yanahusu makanisa yote, lakini pia jumbe hizi, naomba uelewe, unaposikiliza ujumbe huu au unapoingia mtandaoni, maana ni kuombe uingie kwenye mitandao, utakuta makanisa haya nimeyasema. Ingia YouTube channel, ingia WhatsApp, e, e, WhatsApp channel, ingia Instagram, ingia TikTok, ingia Thread, ingia Facebook ah, ingia Twitter, ingia Thread, ingia Eh, ingia katika mitandao hiyo ya, ya kijamii utakutana na mafundisho haya na mafundisho mengine mengi ambayo yanaweza yakakusaidia katika maisha yako ya kiroho unaona. Kwa hiyo jumbe hizi ndio maana unakuta zinahusu makanisa ya leo, unaona yalikuwa yako karibu karibu, zinahusu kabisa makanisa yote na watu binafsi. Ndio maana Biblia ukakuta karibu kila kanisa anamalizia kwa kusema yeye aliye na sikio, unaona, haijasema wao walio na masikio e, ikazungumza kwa wingi. Ina maana yalihusu kanisa lakini yanahusu mtu mmoja mmoja, hadi hivi hii leo, aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa kwa sababu, kwa nini niseme jumbe hizi zinatuhusu? Kwa sababu kitabu chenyewe cha Ufunuo wa Yohana kinatuambia juu ya siku za mwisho, inatuambia juu ya mambo ambayo yatatokea. Mengine yalishatokea, mengine yanaendelea kutokea, na mengine bado hayajatokea, yataendelea kutokea na kutimizwa moja baada ya jingine. Kwa hiyo makanisa haya naomba tuelewe ya kwamba ni wawakilishi wa makanisa yaliyopo sasa. Eh, makanisa haya ni wawakilishi wa makanisa yaliyopo sasa, kwa sababu tunaishi katika siku za mwisho, tunaishi kwenye siku za mwisho. Kama nilivyokwambia, kuna mambo ambayo yalishatimia, lakini mengine bado hayajatimia. Kwa hiyo tujue kabisa jumbe za haya makanisa zinatuhusu hata sisi katika siku zetu za mwisho. Unaona mm? Kwa hiyo jumbe, kwanza tujue jumbe hizi zilikuwa zimebeba, eh, zilikuwa zimebeba au jumbe za makanisa haya zilikuwa zimejaa maonyo dhidi ya dhambi, kitu ambacho mpaka leo Mungu bado anazungumza, anauonya ulimwengu kwa habari ya dhambi, anaonya wanadamu anatuonya kwa habari ya dhambi, anaonya watu binafsi binafsi, kwa sababu injili ya Yesu Kristo imebeba toba. Unaona, inamtaka mtu arudi. Kwa hiyo sasa, uh, zilikuwa zimejaa maonyo dhidi ya dhambi, lakini pamoja na matangazo ya toba. Unaona, maonyo dhidi ya dhambi, lakini na matangazo kwa habari ya toba, lakini pia jumbe hizi zilikuwa zimejaa ahadi kwa wale ambao watashinda dhambi na kuwa waaminifu kwa Mungu. Zilikuwa zimejaa mbili tatu, kila kanisa likapewa ahadi zake, kila kanisa likawa na jumbe zake. Kwa hiyo tunaona sasa ujumbe huu kwenye kanisa la Philadelphia, mahali ambapo Yesu anaonekana, mm, anaonekana ni mtakatifu anaonekana ni wa kweli anaonekana mwenye ufunguo wa Daudi mwenye kufungua wala hapana afungaye naye afunga wala hapana afunguaye ndio maana akaanza na kusema ninayajua matendo yako haleluya mji huu wa Philadelphia ulikuwa pembeni mwa eneo lenye rutuba sana la mkoa wa Kirumi wa Asia unaona lilikuwa mji huu ulikuwa pembeni mwa eneo ambalo lilikuwa na rutuba sana sana eh, la mkoa wa, wa, wa, wa, wa, wa Kirumi au Asia, ambayo nimekwambia kwa nyakati tulizo nazo leo ni Uturuki. Unaona? Ulikuwa kama mlango eh, huu mji ulikuwa umekaa kama mlango wa kusafirishia nafaka ya eneo hilo eh, unaona, ulikuwa kama mlango wa kusafirishia nafaka ya eneo hilo kupeleka maeneo mengine au kwenda kuuza maeneo mengine. Kwa hiyo ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa limejaa rutuba sana. Ya eneo hilo lilikuwa kanisa la Philadelphia, lilikuwa uh, kanisa dogo. Eh, halikuwa kanisa kubwa kama la Efeso, bali inaonekana kanisa la Efeso ndio lilikuwa kanisa mama. Pengine haya mengine yalifunguliwa kwa sababu ya watu kushuhudia habari njema za Yesu Kristo. Unaona. Kwa lilikuwa ni kanisa dogo, lakini kanisa hili liliteswa sana na Wayahudi walioudhi wa, wa, wali wa Kristo wa nchi ile, liliteswa sana na Wayahudi hili kanisa, ukisoma ule mstari Uh, mstari tumesoma mistari ya saba hapo kwao, linateswa sana na Wayahudi, Wayahudi washika sheria, Wayahudi washika Torati, Wayahudi. Kwa hiyo wakalitesa ili kanisa ambalo halikuwa kubwa sana kivile, lilikuwa ni dogo, unaona. Kwa hiyo likawa linaudhiwa likawa linateswa sana na Wayahudi. Kwa hiyo Filadelfia halikulaumiwa ha, kwa kosa lolote. Tunaona kanisa hili eh, halikulaumiwa kama yale makanisa mengine ambayo yalikuwa na lawama moja mbili, kila moja alikuwa na lawama kulingana na jinsi lilivyokuwa. Lakini tunaona Philadelphia halikulaumiwa kwa kosa lolote, kwa sababu neno Philadelphia au maana ya neno Philadelphia eh, maana yake ni upendano wa kindugu neno e, Filadelfia maana yake ni upendano wa kindugu. Kwa hiyo tunaona kanisa hili halilaumiwi kwa eneo lolote au kwa kitu chochote kile, unaona. Lakini Yesu anaonekana anao ufunguo wa Daudi, anaonekana Yesu akiwa na mamlaka, anajionyesha Kristo kuwa ana mamlaka. Unaona, hili kanisa walikuwa wachache, lakini pia walikuwa na nguvu kidogo. Unaona, walikuwa na nguvu kidogo, lakini pamoja na kwamba walikuwa na nguvu kidogo, hizo nguvu kidogo walizokuwa nazo walizitumia. Ndio maana Yesu aliwasifu, unaona, kwa sababu walizitumia hizo nguvu ambazo walikuwa wanazo. Unaona, kwa hiyo ndio maana tunaona Yesu analisifu ili hili kanisa. Lakini licha ya kuisifu, Yesu Kristo aliye hai anawasifu kwa sababu ya kutumia nguvu kidogo walizokuwa nazo. Lakini sasa walikuwa na sifa nyingine, hawa watu walilishika neno lake, hawakulikana jina lake eh. Wanaonekana na nguvu zao kidogo wamelishika, eh, wamelishika neno lake eh, wameshika neno la Mungu, lakini pia hawakulikana jina lake. Unaona, Yesu anatazama, anawapongeza. Unaona? Kwa hiyo analiahidi ulinzi. Eh? Analiahidi, liliahidiwa ulinzi dhidi eh? ya dhiki kuu eh, itakayokuja unaona? Au kumwagwa, manake dhiki kuu ni kumwagwa kwa hasira ya Mungu. Kwa ndiyo maana tunaona kwamba haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungae, naye afunga wala hapana afunguaye, na yajua matendo yako. Kwa hiyo Yesu anajionyesha. Yesu anajionyesha hapo kwamba yeye ndiye mwenye ufunguo, ndiyo mwenye mamlaka. Analisifu kati ya makanisa yote, hili kanisa ndilo halikulaumiwa kwa chochote zaidi ya kuahidiwa ulinzi dhidi ya mateso. Unaona, ndio maana anasema mwenye kufungua hapana fungae, anasema ninayajua matendo yako, kama sisi leo anavyotujua sana. Lakini anasema tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako Am, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, na umetunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo walikuwa na sifa kutokulikana jina la Kristo, walikuwa na sifa kuandama na Kristo, walikuwa na sifa ambazo Mungu aliwasifu. Mungu akawatia moyo. Mm-hmm. Unaona? Yeye anafungua, hapana afungae kwa sababu unazo nguvu kidogo nawe umelitunza neno wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo watu wa Mungu tunatakiwa kulitunza neno la Mungu ndani ya maisha yetu. Tunaposoma kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Kwa hiyo tujifunze kuliweka neno la Mungu kwenye mioyo yetu, tujifunze la kumsihi Mungu, neno la Mungu likae katika. Wakolosai anasema nasema, neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu likae. Hmm. Tulitunze neno. Tutunze nguvu za kiungu ndani yetu. Unaona? Tutunze nguvu za kiungu ndani yetu. Unaona? Kwa sababu Mungu anayajua matendo ya kila mmoja, anajua matendo yetu. Anasema, tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, eh, mlango ulio wazi. Kwa nini Yesu anasema nimekupa mlango uliofunguliwa? kwa sababu yeye ndiye mlango wa kondoo. na kwa sababu yeye ndiye mlango, hakuna anayeweza akaja akazuia. Anaweza kuja akafunga mlango eh? Akafunga, akaufunga huo mlango, anasema <coughs> nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Yani mbele yangu, mbele yako, mbele yetu, Bwana ametoa mlango ulio wazi. Biblia nasema ambao hakuna awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Kwa hiyo Bwana ametupa mlango ulio wazi, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaufunga. Leo kuna wajanja ambao wanaweza wakayafunga maisha ya mtu. Au wakamfungia mtu baraka zake. Ukashangaa maisha yake yamefungwa. Biashara yake imefungwa. Kila anachokifanya hafanikiwi. Afanye biashara imefungwa, afanye nini kimefungwa. Lakini mwana anasema nimekupa mlango ulio wazi, kanisa hili lenye nguvu kidogo. Hebu mtu wa Mungu, hizo nguvu ambazo Mungu ametupa hata kama ni kidogo, tuzitumie kwa ajili ya utukufu wake, tuzitumie kwa ajili ya jina lake lilionekana lina nguvu kidogo, lakini linasifiwa, unazo nguvu kidogo. Tena Bwana ana, ana, anatoa ahadi na kutoa mlango ulioweza uliofunguliwa ambao hapana wezaye kuufunga. Eh, halafu pia kanisa hili lilikuwa na sifa ya kulitunza neno la Mungu. Leo ni mara ngapi watu wanafundishwa? Leo ni mara ngapi mtu anahubiriwa? Lakini ukimuuliza hata sasa tu nikuulize, je, <coughs> Jumapili ulifundishwa nini? Unakuta mtu alishasahau, lakini ukimuuliza ulikula chakula gani Jumapili, mtu atakwambia nimesahau, lakini chakula alichokula anakikumbuka kwa hiyo ili kanisa likasifiwa kwa sababu ya kulitunza neno la mungu melitunza neno langu lakini pia lilikuwa na sifa halikukana jina la kristo jina la yesu ni ngome imara Biblia imesema kila atakayelitia jina la bwana moja ataponywa Lakini pili kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo wakalitunza jina la Bwana. Halikukana jina la Bwana. Yaani, halikuweza kukana jina la Kristo, ndio maana halikulaumiwa. Maana lilikuwa na sifa, lilikuwa na nguvu kidogo, lilikuwa limetunza neno la Mungu, halikulikana jina. Ndio maana anasema tazama, nakupa walio wa sinagogi la shetani, eh? Kumbe kuna watu ambao wako kwenye sinagogi la shetani Biblia anasema kwamba wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Lakini tazama, nitawafanya waje kusujudu chini ya miguu yako, au chini ya miguu yetu. Atawafanya Bwana waje kusujudu mbele ya miguu yetu na kujua ya kuwa Bwana ametupenda. Bwana akalionyesha upendo kanisa hili, yani kati ya yale makanisa sita, eh, makanisa saba na sita na lenyewe likiwa la saba halikulaumiwa kwa jambo lolote. Na sifa za kulifanya lisilaumiwe ndio tumeoda, tumeoda hapo. Yesu anajieleza. Tunamwona Kristo moto ulao Kristo Bwana wa utukufu. Mm, unaona anasema, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Umelishika neno, wana wa Mungu, nachokisisitiza tulishike neno la Mungu. Kila mmoja alishike neno. Umelishika neno la subira yangu, Bwana anasema mimi nami, nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote kuwajaribu wote wakaao juu ya uso wa nchi. Kumbe tunapolishika neno, tunapomshika Yesu, tunaposhika neno la subira yake na kuendelea kumsubiri mpaka atakaporudi, tusione kuwa Yesu anakawia kurudi, tusione kuwa Yesu anachelewa mno kurudi. Tuone kwamba Kristo Mwokozi wa ulimwengu ndio, hmm, anasema ninakupa mlango ulio wazi. Anatupa mlango ulio wazi, mlango wa kubarikiwa, mlango wa kushinda, mlango wa ushindi dhidi ya maadui kwa ajili ya maisha yetu kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Je, una nguvu kiasi gani? Au tuna nguvu kiasi gani? Nguvu ya Mungu ambayo tunatakiwa tuwe nayo, tuna nguvu kiasi gani? ha. Anasema nimekupa mlango uliofunguliwa. Kwa nini?